na nimekuja kuchukua fomu ya kuomba kuteuliwa na Chama cha Mapinduzi kupeperusha bendera kwenye kiti cha ubunge kwenye jimbo la Arumeru Mashariki kupitia Chama cha Mapinduzi kwa 2025 wa kikwetu kwa maana ya utaratibu mzuri nimeomba kuondoka kwa heshima zote na kwa shukrani zote. Kwa hiyo siku ya Jumanne wiki hii nilipata ruhusa hiyo ya kuachiliwa rasmi kutoka kwenye nafasi yangu ya kuwa mkuu wa wilaya ya Magu kule Mwanza kwa ajili ya safari hii. Labda watu waelewe, sio kwamba nimetumbuliwa, niliomba kuja, kwa sababu kuna watu wana wanabadilisha maneno. Nimeomba kuja kupeperusha bendera ya chama cha mapinduzi kwenye jimbo letu la Arumeru Mashariki, kwa sababu kila mtu anakuwa unaamini na kwetu, na kwetu ni hapa, na nawajibika kwetu anawajibika kama kijana aliosomeshwa na mama muuza mboga na ndizi na mzee muuza kahawa na mchungaji kuja kuleta hizo neema kurudisha kwa watu wa Meru. Meru unahitaji mtu mwenye sifa nne ambazo naamini ninazo. Sifa ya kwanza, Meru unahitaji mtu jasiri kwa mbunge wao. Kwenye hilo naamini watu wa Meru hawana mashaka na mimi, ujasiri ninao wa kuyabeba mambo yao na kuyapeleka mbele. Watu wa Meru wanahitaji mtu ambaye ana uwezo mzuri wa wa kujenga hoja. Uwezo huu wa kujenga hoja ninao kwa vitendo. Sihitaji kuhadisia, wamwahi kuona na kuongea kwamba unahitaji barabara. Kila mtu anahitaji barabara, lazima uijengee hoja. Kwa nini barabara hiyo? Kwa nini wewe? Kwa nini wao na sio kule, katika hiyo budget ndogo, kwa nini ukatubua wewe na sio wale wengine? Hilo nalo naamini ni nalo la ujenzi mzuri wa hoja. Lakini lingine, Meru inahitaji mtu ambaye ana uwezo wa kuunganisha watu. Sifa hiyo ninayo, imeshuhudiwa kwa vitendo. Naweza nika cross vyama, naweza nika cross madhehebu na dini, naweza ku cross koo, naweza ku cross uh, uh, umri na mambo yote kama hayo, kuunganisha jamii ya Meru, na sisi tumepitia mambo magumu kidogo huko nyuma kama jamii ya Meru, kwa hiyo tunahitaji kuendelea kujiunganisha bado. Yako baadhi ya mambo ambayo yalotenganisha na mengine, mnayakumbuka miaka ya 90 ambayo yaliletea mpaka vurugu kwenye jamii yetu. Jamii yetu inazidi kurudi pamoja, inahitaji kiongozi ambaye ana uwezo wa kuendelea kuiunganisha jamii hiyo, na hiyo sifa nafikiri ninayo, mmeiona kwenye mambo yangu mengi. Na mwisho, Meru inahitaji mtu ambaye anazo sifa za kuaminika serikalini. Mtu ambaye ana uwezo wa kuaminika na, na vyombo mtu ambaye ana uwezo wa kuaminika na, kuaminika na mamlaka kwenye nchi yetu. Sifa hiyo ninao, maanake mpaka nakuja hapa nimetokea kuwa mkuu wa wilaya, wilaya ya nne mikoa minne kwa miaka minne mfululizo.